Mimi naitwa Adela Kavishe na karibu sana katika kijiwe chetu. Uh, e, kwenye kijiwe chetu leo kuna tukio moja ambalo lilitokea na tukio hili lilimtokea dada mmoja anaitwa Judy. Huyu dada mara nyingi alikuwa akilala usiku anaota ndoto. Ndoto ambayo alikuwa anaota ni kwamba anakutana na kijana, yani kaka mmoja ambaye alikuwa anakutana naye kwenye ndoto. Alikuwa akimwambia kwamba mimi nakupenda, nakuhitaji ningependa tuishi pamoja. Ndoto hiyo Judith anasema ilikuwa ni ndoto nzuri sana kwake, kwa sababu huyo kijana ambaye alikuwa anakutana naye kwenye ndoto alikuwa ni kaka mzuri sana, na akiwa katika hiyo ndoto alikuwa anasikia furaha, yaani maneno aliyokuwa anamwambia kwamba nakupenda, nakuhitaji, nitakujali katika maisha yako. Anajiona, anafarijika kwenye ile ndoto wakati mwingine. Sasa ilifikia kipindi akawa anatamani tu kwamba awe amelala muda mwingi Ote, ili aote ile ndoto akutane na huyo kaka. Siku zilivyozidi kwenda, Judith akiwa anaendelea kuota hii ndoto. Siku moja akaamua kumweleza rafiki yake ambaye walikuwa wakisoma naye chuo. Akamwambia, mwenzangu, mimi kuna ndoto huwa naota na hii ndoto naiota sasa hivi ni kama miezi inaenda. Kila siku nakutana na huyu na kaka kwenye ndoto. Na anazungumza na mimi vizuri tu tunaongea vizuri, tunacheka pamoja, tunafurahi. Ananiambia kwamba ataweza kunipenda mimi milele, na najikuta nafurahia ile ndoto kwamba usiku natamani ufike, nilale, niote nikutane na yule kaka. Mwenzake akashangaa akamwambia, ni wewe umeota hiyo ndoto, una miezi sasa hivi inaelekea miezi mitatu, alafu unafurahia kwamba unakutana na mtu, huyo mtu na ndio huyo huyo kila siku unakutana naye? Una uhakika hiyo ni ndoto kweli? huyo anaweza akawa ni jini mahaba. Mwenzi akaanza kuongea, atakuwa jini mahaba kwa sababu alikuwa labda anauelewa kidogo au kutokana na story story za hapa na pale kwamba akawa anajua kwamba kuna vitu kama hivyo vipo. Mwenzake akamwambia hapana. Mimi kwangu naona ni ndoto tu na ni ndoto nzuri kwa sababu nafurahi kukutana na huyu kaka kwenye ndoto. Basi kaenda hivyo hivyo. Baadaye yule dada akiwa anaendelea kuota, siku hiyo kaka akamwambia kwamba mimi nimekupenda na sitaki uwe na mtu mwingine. Wewe ni wa kwangu peke yangu. Sasa yule dada katika ndoto akamwambia, "Lakini mimi mbona huwa sikuoni wakati mwingine nakuona wakati nimelala tu, kwa nini tusiwe pamoja hata wakati mwingine utokee? Akamwambia usijali, ipo siku utaniona. Basi yule dada akawa na furaha tu, yeye anaona ni kitu cha kawaida kwa sababu moyo wake ulimpenda yule kaka. Sasa ikaenda, muda ukaenda, mwaka mzima ukapita akiwa yuko nyumbani. Sasa kutoka kule chuo alikuwa kati, kwa sababu kipindi kile hilo tukio linatokea alikuwa yupo hostel, akawa yuko nyumbani. Sasa huko nyumbani Judith alikuwa na rafiki yake wa kiume na huyu rafiki wa kiume alikuwa akimpenda sana Judith. Nia yake pia ilikuwa ni kutaka kumwoa, lakini kule kwenye ndoto usiku, Judith akilala kwenye ndoto anaambiwa kwamba usiwe na mwanaume mwingine, mimi nakupenda na kupenda, na na tutakuwa pamoja nitakujali kwa kila kitu. Na Judith amekubaliana na yule kaka wa kwenye ndoto, unaona huko, huyu mwingine ambaye alikuwa huko nyumbani ka anaendelea kwenda pale nyumbani naye Onyesha kwamba ana nia na Judith anataka kumuoa na vitu kama hivyo. Na wazazi walikuwa wanampenda sana huyo kijana. Kijana huyo alikuwa anaitwa Agusti. Kwa hiyo wakawa wanampenda sana huyo Agusti akiwa anakuja pale nyumbani na wakawa wanania kwamba atamuoa Judith. Sasa siku hiyo Judith akiwa amelala ile ndoto ikamjia yule kaka kaja akiwa amekasirika kweli kweli. Yaani kachukia kweli kweli. Na kitu ambacho kilikuwa kimemkasirisha ni kwamba amegundua kwamba Judith wazazi wake wanataka aolewe na yule Agusti. Akamwambia, sikiliza nikwambie, Judith, ukiolewa na huyo Agusti utapata na kitu chochote kibaya. Mimi nakupenda, we ni wakwangu na hakuna mtu yote anaweza kukuchukua. Yaani wewe ni wakwangu peke yangu. Na hiyo ni ndoto hiyo. Judith kaamka asubuhi, hana raha. Wazazi wake ndiyo huku mikakati ya kusema kwamba sasa tunataka uolewe na nini na nini, na mwanaume huyo kaja kujitambulisha, ambaye ndiyo huyo Agusti. Judith kuwaelezea wazazi wake, kawambia, mimi siwezi kuolewa na Agusti kwa sababu nina mchumba wangu. Wakawambia, mchumba wako yuko wapi? Mbona hujawahi kumleta hapa kwetu kumtambulisha? Ha, atakuja tu siku yoyote, lakini mimi nina mchumba, fahamuni hilo. Mbona huyu Agusti ulikuwa naye toka zamani, mmekuwa pamoja, alikuwa rafiki yako, inakuwaje leo unatuambia kama una mchumba? Wewe mchumba hatumjui ni nani? Baba mtu akasema haiwezekani. Kama kuna mchumba huyo mwingine mwambie aje hapa nyumbani tumuone. Huyo mchumba ni nani? Basi Judith akasema hamna tatizo, mimi nitamwambia. Kama kawaida yake, akasubiri usiku umefika, kalala, ndoto ikamjia. Yule kijana akaja kwenye ndoto akamwambia, ni mimi, nimwambie wazazi sitaki kuolewa na Agosti, kwa sababu nina mchumba na mchumba wangu ndio wewe. Mimi kule nikawaambiaje ni wazazi, wakati wanataka kukuona na mimi, wewe nakutana na wewe nikilala usiku tu kwenye ndoto, naendaje kuwaambia wazazi? Jamaa akaona amwambie yule dada kwamba, nenda kawaambie siku yoyote mimi naweza kuja, wasiwe na wasiwasi, lakini wewe ni wa kwangu akawa anaendelea kuambia wazazi wake iko siku tu mimi mchumba wangu atakuja, ipo siku atakuja, ipo siku atakuja. Siku ya siku, siku hiyo ilikuwa ni asubuhi mapema, Judith alikuwa anatoka nje nyumbani kwao, apoke barazani, kutoka nje akasikia harufu kali ya marashi, kugeuka hivi akamwona yule kaka ambaye huwa anamwona kwenye ndoto, akamwambia habari yako, leo nimekuja kwenu kujitambulisha. Judith akafurahi sana, akamkumbatia yule kaka, basi wakaingia ndani. Kuingia ndani, mama baba walikuwepo pale wakampokea akamwambia, bwana, mimi huyu ndo mchumba wangu, nataka niolewe naye. Wazazi kwa sababu siku hizi iko hivyo kwamba wanamsikiliza na mtoto nini anakitaka, wakakubaliana naye, akamwambia hamna tatizo. Mahari ikatajwa pale, yule kijana alikuwa amejipanga vizuri, kaja na kila kitu, akawapa wazazi akamwambia, mimi huyu nataka nimwoe. Sasa ikaja kwamba wazazi wakamwambia, sisi tunataka tuje tupafahamu na kwenu, mikakati hiyo ya ndoa ianze. Akawambia, hakuna shaka. Baada ya kama siku tatu kupita, ule kaka alirudi tena, akaja akamchukua Judith wakaondoka pamoja katika matembezi ya hapa na pale. Wakiwa wanatembea njiani, Judith akiwa anaongea na yule kaka, watu walikuwa wakimshangaa sana Judith, lakini Judith hakujua kwa nini watu wanamshangaa mpaka alipofika mbele kule akakutana na rafiki yake mmoja, ambaye wao walikuwa wanafahamiana, ndo akamwita wewe, Judith. Judith akasimama akamwambia, vipi? Akamwambia, wewe vipi, mbona unaongea peke yako? Kama unaongea peke yangu kivipi? Wewe uone kama niko na rafiki yangu. Kidogo Judith kugeuka hivi akaona yule kaka hayupo pembeni yake. Akisema nilikuwa na rafiki yangu, mwana atakuwa yuko pembeni hapo mchumba wangu. Akamwambia mchumba wako. Kweli kabisa, si hatumuoni mtu yoyote, tunakuona wewe mwenyewe. Afte tunajua unaongea mwenyewe afu unacheka mwenyewe. Judith ndio kushtuka akaona mm, kuna nini ambacho kinaendelea. Anaitwa Robin huyo kaka ambaye alikuwa anamuona. Namuona huyu Robin mimi mwenyewe, hao wengine hawamuoni, inakuaje? Kuna nini hapa? Baadaye zitakacha nielekee kurudi nyumbani, yule Robin naye ndo akatokea. Kama vipi, mbona umetoweka ghafla? Kaambia hamna, nilikuwa hapo jirani tu, kuna vitu nimeenda kuchukua. Mimi nilikuwa nakuona ulikuwa unaongea na rafiki yako, kwa hiyo nikawaacha muongee. Akasema mm, lakini mbona mimi rafiki yangu amesema alikuwa hakuoni wewe, kaniona mimi naongea peke yangu. Akamwambia usio na shaka, hayo ni maneno ya watu tu, mimi ni mtu wa kawaida sana. Basi wakawa wanaongozana, katika kuongozana wakawa wanatembea sehemu, haijulikani wapi wanaelekea Yaani wametembea sehemu ni mbali lakini anajiona kama ni yupo karibu. Hadi wamefika sehemu hakuna hata watu. Yule Robin akamwambia kwamba mimi nimekupenda na nataka tuondoke pamoja. Hautarudi tena kwenu kwa sababu nimeshatoa mahari kwenu. Judith ndio kuchanganyikiwa, kwanza kuogopa, akaanza kulia, akamwambia hapana, sasa mimi nitaondokaje? Hakuna sherehe, na huko tunapoelekea ni wapi? Akamwambia utapajua, tuwe twende. Kilichotokea pale ni kwamba Judith akakumbuka kusali. Akaanza kusali. Ee Mungu, mimi nisaidie, siwezi kuondoka na huyu kaka, sababu hakuwahi kunipeleka kwao na nikawaacha wazazi wangu. Kutamka lile neno Robin kwake kama vile ni kero fulani, kumbe yule alikuwa sio mtu, sio binadamu wa kawaida. Ilipokuwa kama kero kwake yule, na Judith akawa amezimia. Sasa kuja kushtuka baadaye, watu wakawa wamemchukua kule alipo, wakampeleka hadi hospitali. Kufika hospitali ndo akajishangaa, imekuaje? Kukumbuka kwamba nilikuwa na kaka mmoja, huyo kaka ameelekea wapi? Sasa hofu ikamjia, ikabidi wazazi sasa waanze kutafuta suluhu kwamba vipi, imekuwaje. Ndo binti kwanza kuelezea kwamba kijana huyu nimetoka naye hapa, nikiwa barabarani tunaongea, watu wananishangaa. Nimekutana na rafiki yangu fulani, akaniambia ya mimi naongea peke yangu, mbona walikuwa wamwoni Robin. Na huyo Robin akanipeleka hata sehemu ambayo sijui, na sijui nilifika vipi. Kufika huko ananiambia tunaondoka pamoja, kwamba siwezi tena kurudi nyumbani, ya ameshatoa mahari. Ndipo ambapo nilishtuka na kuanza kuwa na wasiwasi. Nikawa nasali sana, nikadondoka, lakini nilipoamka sikumuona tena. Sasa wazazi pale ndio wakashtuka akasema hapana hiki kitakuwa sio kitu cha sio mtu wa kawaida huyo mtu. Ikabidi waanze kumwambia yule dada kaombewa wakatafuta hadi kulikuwa kuna mashe wakati mwingine wakaenda kwa wachungaji wakaja kaambia kwamba yule alikuwa sio mtu wa kawaida. Na hivi vitu vinawatokea watu wengi. Na unaambiwa kwa sababu hakumdhuru kwa sababu alikuwa amempenda kiukweli. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kikawa labda nawe na wewe kishaikukutokea kwa namna moja au nyingine. Alikuwa katika wakati mgumu sana, lakini baadaye ile hali ilikuja ikatoweka baada ya kuombewa sana, wakasali sana. Kwa hiyo mwisho wa siku yule Robin alikuja akapotea kabisa, maisha ya Judith yakaendelea. Mimi naweza kusema tu kwamba jamani, vitu kama hivi, kama vinakutokea, mapema wajulishe watu ambao wanaelewa hivi vitu, kwa sababu inawezekana mtu yule akakuchukua akaondoka na wewe moja kwa moja.